na sita mwezi wa nne kaubaridi kwa mbali, tukiwa katika maeneo ya Mbulu Winners Secondary School. Ni moja kati ya shule ambayo uh, tumekuwa tukisema sana kuhusiana na namna ambavyo imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye mitihani yao ya kidato cha sita, kidato cha nne lakini kidato cha pili. Ni shule miongoni mwa shule ambazo uh, tunaweza tukasema inafanya vizuri sana. Sana, sana. Sasa leo tumekuja kwa mara nyingine tena kuona namna ambavyo shule hii ilifanya vizuri mwaka jana lakini pia na mwaka huu kwa kidato cha sita ambao wanaagwa leo tarehe ishirini na sita na kifupi zaidi nikuambie tu kwamba uh, Mbulu Winners Secondary School ni shule ambayo unaweza ukamleta mwanao katika eneo hili kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita mwanao yote ambaye yuko katika uh, kidato hicho chochote hapo, unaweza kumleta katika shule hii na akapata elimu iliyo bora zaidi. Na leo uh, kama ilivyo kawaida katika mahafali ya kidato cha sita, tutashuhudia mambo mengi ambayo yanaendelea katika eneo hili lakini Mbali na yote wanafunzi hawa wamekuwa wakifundishwa mambo mengi sana. Mahafali kuanza shule hii imekuwa na utaratibu mzuri um, wa kufanya maombezi kwa wanafunzi kwenda kwenye mtihani wao wa kidato cha sita, na kabla ya tarehe tano mwezi wa tano. Kwa hiyo leo imeanza na ibada ambayo ibada imeongozwa na Mwinjilisti Israel kutoka kanisa la KKKT ya Mbulu. Uh, so baada ya hapo sherehe itafuata na mambo yote utayaona kupitia Kam TV Tanzania, na yote haya uh, yanaongozwa na mimi Mr. Kam TV, na nitazungumza na watu kadhaa na watu uh, wanaohudhuria katika maeneo haya, lakini pia kuwasikiliza wanafunzi wenyewe wanazungumziaje kuhusiana na maandalizi yao ya mtihani wa kidato cha sita kuelekea tarehe tano mwezi wa tano mwaka 2025. tano langu jina niite Mr. Kamti Z ambaye anakuongozea haya yote, lakini nyuma ya kamera tunaye DMG ambaye anatumurika haya yote yanaendelea katika maeneo haya. Shule ya Mburuinas ni moja kati ya shule nzuri sana mlete, mwanao aweze kupata elimu bora ya kiroho pamoja na ya kimwili. Kwa ajili ya kidato cha sita. Sikiliza ushauri wa walimu wako na wazazi wako, kwa kuongeza sauti ya wazazi kwamba wao kama walimu wametimiza wajibu wao, wameandaa wanafunzi vizuri sana, na mimi kama afisa elimu wa kata hii ninakiri kwamba wanafunzi hao wameendelea vizuri sana, ninaunga na jidai mzalendo mwenye furaha. Chama cha Mapinduzi kimeonyesha mafanikio makubwa Hatimaye kila mmoja anajitambua, na hata wakati mwingine ukiwa na mdogo wa huyu usisite pia kumleta, maana sisi tunaendelea kutoa huduma jamii. Hii inapita nyingine inakuja, shule inakutwa pale. Hivyo wanafunzi hao wameandaliwa vizuri sana kama mnavyoona, kilichobaki wazazi ni sisi tuwawe kwenye maombi ya watoto, tuwawe kwenye maombi kwa kipindi kifupi kilichobaki, ili waweze kwenda kuyatimiza yale ambayo wameyapanga kuyatimiza kuanzia tarehe tano ya mwezi wa tano. Kwa upande wa serikali mambo yote ya maandalizi ya mtihani yameshafanyika, kama ni mafunzo kwa wasimamizi tayari yameshafanyika. Kilichobaki sasa ni ule utaratibu mwingine ambao utaanza rasmi kuanzia tarehe tano ya mwezi wa tano. Kwa shule, anasoma ile risala yake Alisema shule ina changamoto mbalimbali, lakini changamoto alizosema ni kwamba upungufu wa madarasa, na akasema sasa hivi kuna madarasa mawili ambayo yanafanya nini, yanajengwa. Mkiangalia pale mnaona kuna msingi pale mbele, kwa sababu umesema una madarasa pale mawili. Mimi kwa uwezo wangu tu, mtakuchangia mifuko mitano ya simenti ili angalau iguse pale, hata mimi nikiwa mbali nitasema haa kwa kweli, niweka mkono wangu, niwahakikishie ndugu zangu, sisi kwenye kamati ya maendeleo ya kata, kipaumbele chetu namba moja ni barabara hii, kuanzia pale barabara kuu mpaka kwenye hii taasisi, msiwe na manake. Mbulu Winners iko katika sehemu kuu mbili, ina wanafunzi ambao ni mfumo rasmi, ambao ni school candidate, ambao ni yes, ambao unaona wapo mbele yenu hawa ni ambao ni kabisa, wa kwanza kabisa wameanza na hii Mbulu Winners Secondary. Wengi mlizoea ile private candidate kule chini, lakini sasa anayo sekondari ambayo inapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza. Kwa mwaka huu tu wameanza wa wapo sitini, lakini bado anasema bado nafasi zipo za kuhamia katika shule hii. Kama o na mtoto wako ungetamani asome Mbulu Winners Secondary, unatamani aje asome hapa kuanzia form one kwa mwaka huu anasema nafasi zipo nyingi tu, karibuni, waleteni watoto Mbulu Winners sekondari. Waamini muamini Mbulu Winners sekondari, hapa ndo kituo kizuri kinachotoa elimu nzuri, kitafanya mtoto wako atoke hapa akiwa yuko vizuri kitaaluma. Mmeona wale wamama, waliwaweka tumboni kwa kipindi cha miezi tisa, mkazaliwa katika ulimwengu huu, na mara baada ya kuzaliwa waliwatengenezea makuzi mazuri na hatimaye wakawapeleka kliniki mpaka miaka mitano. Baada ya miaka mitano mwaka wa sita tukaanza kuwapeleka shule. Baada ya kuwapeleka shule, mlianza kusoma darasa la kwanza mkihudumiwa kwa viwango vya juu. Baada ya hapo mkamaliza darasa la saba mkapelekwa fomu 1 mkamaliza fomu 4 mkaja kwa kaka Samueli, mkaendelea na 5 na 6 Wazazi waliamua kujidhabihu, walijinyima wakatumia kile walicho nacho kuhakikisha nyinyi mnasoma. Ni matarajio yao mkamzalie Mungu matunda mazuri, mkawazalie matunda wazazi wenu. Tunaenda kwenye uchaguzi, liombeni taifa. Tunatamani tufanye uchaguzi wa uhuru na haki tunatamani kufanya uchaguzi wa amani, tunatamani tutangulize taifa mbele. Haleluya! Wengine wanakata tamaa kwamba saa nyingine hamna ajira, saa nyingine labda maisha yanakuwa mgumu, lakini yule Mungu aliyewaleta hapa Mbulu Winners, yeye ambaye aliyewaweka hapa yeye anajua mwisho weni kwa hiyo mimi sitawatamkia mwisho mbaya, lakini Biblia inasema na wawazia mwisho mwema. Mungu tunayemomba momba anawawazia wanafunzi wa form 6 mwisho mwema, ufaulu mwema. Winners wanasema winners never fight, lakini wakaunganisha wakasema, quitters never win. menelewa kubwa Sindio. Winners never quit. And quit has never, never win. Imetoa msemo huo kulingana na jina la shuleni Winners means what? Means washindi, sio? Tunategemea ushindi mkubwa sana kutoka kwenu. Mwisho? Naona umependezwa sana kweli, najisikia furaha kwamba mm, kwamba siku leo ni siku ambayo a mm, a kuhitimu. So, Okay, nani amesogea kidogo hivi? nani ambaye amekuvalisha leo, nani ambaye amefanya paka wewe mpaka umependezwa? Kimsingi wazazi ndio wanafanya, yeah, tu hivi. siku hii matokeo, uh, tutegemee nini kutoka kwako, um, kwenye matokeo tutegemee kuona matokeo mazuri unapambana au solve maswali, eh, maswali. <laughs> <laughs> mbalo, darasani waga unaliweza sana. Kwa nini Physics? Physics. Wengi wanalikimbia somo ambalo, of course, hmm. uh, ali, na, okay. Maneno machache kwa kuambia wa mwalimu wa physics na walimu wengine ambao wa mnawaacha Uh, cha kuachia ni kwamba wanafunzi waendelee kusoma, waendelee kupambana. Physics sio somo ambalo ni gumu sana, somo la kawaida kama masomo mengine pia, na walimu wazidi kuwafundisha vizuri kama walivyofundisha mimi. Asanteni hmm. sana. wanasema kuna samani uh, kidogo kuna, kuna ile wanaita relative density, which means, which, uh, explain relative density na relative density, relative density natunia, natunia, natunia density density uh, ya mm. kitu au substance mm. kugawanya na density ya maji unapata relative density hiyo. Uh, imeisha. Wanasema relative density is equal to mass over volume, wanasemaiziko wongo hiyo ni ni density ni density density density density hiyo hiyo kwa relative density? Density of substance over density of water bana, umetisha sana <laughs> na mambo Unaitwa nani? Salama. Leo ulitegemea? Nilitegemea mambo mazuri sana. Ah. Okay, unajisikiaje wewe kama wewe leo? Leo najisikia vizuri kwa sababu nitakuja kuonana na wazazi wangu hapo baadaye ukifika. Mm. Unawaambiaje sasa ambao wamekusomesha mpaka umefikia sasa hivi? Nawashukuru sana wale yote akuwa wamenisomesha toka primary hadi nilipofikia siku ya leo, siku ya kumaliza kidato cha sita. Namshukuru Mungu na nawashukuru sana wazazi wangu, nawapenda sana, nawapenda sana, sana, sana wazazi wangu. Pia nawaombea zaidi kwa Mungu waendelea kupambana kwa ajili ya wadogo zangu na wengine wote. Mkuu wa shule, mkurugenzi wa shule unamwambiaje? Mkurugenzi wa shule binafsi, namshukuru sana kwa sababu alitupigania toka tumefika mahali hapa na alituongoza vyema, alituta alituongoza vyema katika masomo yetu, alitufundisha, na namshukuru pia kwa kuwa ametupatia walimu ambao wana ufanisi mkubwa kwa katika ufundishaji. <laughs>

Shiga. Shiga. Waze shiga. Shiga. Waze shiga. Shiga. Hawa ni wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari Mbulu Winners ambayo imesajiliwa kwa namba ya S6686. Waze shiga. Shiga. Yes. Ni mahafali ya 8 mwaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka hapa Mbulu Winners Secondary School, shule ambayo uh, wanafunzi wanaomaliza kwa sasa ni wanafunzi takriban 142 wanaomaliza mwaka huu na wanatarajia kufanya mtihani wao tarehe tano mwezi wa tano lakini katika wanafunzi hao wanafunzi wa kike ni takriban 88, lakini pia wanafunzi wa kiume ni 54, wanakamilisha idadi ya 142 na shule hii ya Mbulu Winners Secondary School ni shule ambayo kwa usajili wa kwanza wa p ilisajiliwa mwaka 2022 kwa usajili wa p 6263 lakini ulipofika mwaka 2024 ilisajiliwa kwa namba ya S 6686 na na kwa hiyo ni shule ambayo kimsingi ipo vizuri na inafanya vizuri wanafunzi wanafundishwa maadili maadili ya kiroho lakini pia mambo mbalimbali ya kidunia na vile vile, ujue na ufahamu kwamba Mbulu Winners Secondary School ni shule ambayo wanafunzi wake wanajifunza mambo mengi yanayohusiana na vipaji. Sisi hatuna mengi zaidi ya kukwambia kwamba yote uliyotazama kupitia Come TV Tanzania. Na shule hii imekuwa ni shule, kabla sijasahau, ni shule ambayo imekuwa ikifaulisha miaka mitatu mfululizo kwa asilimia tisini na moja. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo shule hii inafanya vizuri. Kwa hiyo unapaswa kumleta mwanao katika shule hii ili aweze kupata elimu iliyo bora na sio bora tu zaidi ya ubora. Mimi naitwa Mr. Camtz, endelea kufuatilia Come TV Tanzania.